Na jambo Mwalimu Nyerere alilisema kwa uchungu, ilikuwa ni kujitegemea. Kila siku alisema hatuna wajomba, ni lazima tujitegemee. Lakini siku hizi watu tunapenda sana kuwa ombaomba ombaomba, kupiga magoti kwa mataifa mbalimbali, kila mtu ana- ana right up Ndiyo, ruga tunaijua hapa, tunapeleka tunaomba, lakini hatufiki popote. Mimi jamani, nampigia makofi yule baba, nadhani mnamjua yule baba. Juzi katusokomeza mineno, mkome ukimwi, mpateje dawa ya kuwatibu nilete mimi. Mkome, nadhani mnanielewa. Mkome kupanga uzazi, ni mwenyewe mjamiane bila mpango, mimi nilete mambo. Mkome. Ni mambo mengi yameenda, ameyasema. Mimi natumia lugha yangu nadhani amesema mkome mkome mkome. Namuona Nyerere anasema niliwambia, sivyo? Yeah, niliwambia hatuna mjomba, tujitegemee. Akafika mahali akasema hata dhahabu msichimbe kabla mjapata wataalam. Namsikia kwa masikio yangu na ninamuona leo. Tuko wapi? Dhahabu ipo, kila kitu kipo. Sasa wakina mama na akili zetu humu umejaa, tunafanya nini kukomboa taifa letu kutoka katika kutegemea? Tunalialia tu mpaka lini? Hebu tujaribu, labda wenzetu wanaume wameshindwa kufikiri. Mwanangu waziri Weda, mmeshindwa kufikiri labda e, ana elimu tuliowapa mama zenu, tumepika vitumbua naku, na kufanya kazi za kufagia na nini, mwende shule, labda ile elimu haikutosha. Na ninasema hivyo maksudi kwa sababu tunapokaa kikao, nenda ukitizama, afadhali leo tumechanganyika, hai tebo yote wanakuwa ni masuti meusi, ndio maana nawase kwa hiyo nyie ndio mnaopanga majority, nenda kikao chochote, majority ni nyie mume. Mmekwama wapi mpaka hatujitegemee? Nenda hiyo <laughs> nenda mkaikwamue. Mimi juzi nilipokuwa nyeo, nilikuwa natembea hivi, mimi ndio Gertrude Mongella Sio kwa sababu ya Beijing. Natoka Afrika, Afrika Mashariki, Tanzania. Rais wake ni mwanamke, mnanisikia? Rais wake ni. Kwa hiyo katika kutoa kutoa nafasi kwa njia yoyote ile, Tanzania angalau hilo la kutoa ukakasi ya kwamba mwanamke anaweza kuwa rais, hatuna tena. Lakini wanawake tusipoangalia, badala ya kuiangalia hii kama ajenda, kama ajenda yetu kwamba kuwa na rais mwanamke ni utekelezaji wa Beijing platform awe Samia, awe yoyote mwanamke tumepata bahati anga yao. Samia amekuwepo, tutaanza maneno kuhusu Samia? Mbona hatukufanya hivyo alipokuwa anaingia waziri baada ya Nyerere? Mbona hatukufanya hivyo alipokuwa anaingia rais alikuwa ni Mwinyi akaja tunayaona ya kigugumizi kumtizama mtu kwa sababu ya jinsia yake. Mimi nasema, na nilikuwa nasema hata wakati wa Beijing, a woman should not only be a gold in order in order to ili kutosheleza ku, ku, ku, sio lazima awe dhahabu. Ni binadamu, ana madhambi, ana makosa na ajabu makosa mengine ni sisi kutomuunga mkono. Mimi ninawaomba Samia arudi ili tuimarishe ajenda yetu ya kwamba mwanamke anaweza, na hili na nalisema sio kwa sababu ya siasa. Hapana, nalisema kwa uchungu wa Beijing. Mtakapomfuta Samia kesho, wasa tuliwapa siwakashini Mnavunja heshima ya Beijing na tunamrudisha. Mimi kwangu binafsi namrudisha kujenga platform for action next, tutakapomaliza uchaguzi anadeni.